Kwa majina naitwa Jesca Thomas Jacobo. Mm -hmm. Ni mzaliwa wa mkoa wa Mwanza. Okay. Karibu sana, umetusikia wapi? Mimi nilitoka Mwanza. Okay. Nikaja. Okay. Dar, Dar hapa kuna mamkubwa wangu. Uh -huh. Nilipokuja pale mamkubwa wangu, uh -huh. pale kwake ana ana dish la Azam. Uh -huh. Sasa katika kuangalia TV. Uh -huh. Kuna chaneli moja niliweke, inaitwa chaneli Ten. Mm -hmm. Ndo nikaona mm -hmm. Nilipoona vile nikamuuliza mm -hmm. Nilipomuuliza akana, akana mm -hmm. Kwa akaniambiaje kwa nini nahitaji, nikamwambia ndiyo, ndio mm -hmm. Sasa ndio hivyo akasema uja tuchukue namba tutapigia Mhm. Mm akachukua namba, mm -hmm. Akapiga simu kituoni kwenu okay. Baadaye akija akanipa jibu mm -hmm. Ndo nikamwambia unaweza ukanipeleka, akasema ndiyo. Ndo, chatu, ndo hivyo nikakaa kama siku mbili tatu. Baadaye akasema atwende, ndo alinileta mpaka kwenye kituo hichi. Mama wako mdogo mamkubwa ma mkubwa? mm. Okay, kwa hiyo ulivyokuwa umetoka mwanza kuja hapa mm. hapa da mm. ulikuwa huna una huna yani mipango kwamba naenda kufanya kazi, ulikuwa tu unakuja kwa mama yako mkubwa kama, mm, kumsalimia kama umechoma, mm. eh, na nauli yako kwa ajili ya kuja kumsalimia mama mkubwa ye mwenyewe mwenye ndiye alikutumia, mm. akwambia njoo nisalimii mwanangu. a mm. Wow. mm. Baada ya kumsalimia, unakuwa una pale unamsaidia saidia kazi e. ah. unamsaidiasaidia <laughs> okay, kwa hiyo ukawa unafanya kazi za kawaida pale, unafua, unapika, fanya usafi Ehe. Basi, ndio hivyo alivyonileta hapa. Ehe. Sasa kwa nani dasi... anamsaidia mamkubwa mkubwa Amebaki kwa sasa, amebaki kwa sasa peke yake e. Okay, ila mama mkubwa mam, ana roho nzuri, nilimwambia, akasema amoa. mm. Kwa e hiyo mm. E, okay. mm. ulivyomwambia unataka kuja huku kwenye kufanya hizi kazi za malipo mm. akasema haina shida mm. ah. mm. Safi, maana wengine wangekwambia bana usiende si anataka umsaidie kazi zake mm. E, lakini mama mkubwa anaonekana ni mama mwenye hofu ya Mungu, anakupenda na kutakia mema mm. E, alivyoona hii fursa na we umesema uko tayari mwenyewe, kapiga simu mpaka kakuleta hapa mwenyewe, si ndiyo eh? Mm. Unajua kuna watu tu roho zao unaziona eh? mm. E, wengine ni ndugu, lakini ni ndugu asiyekutakia uende mbali, ni ndugu yako anataka akukamue, anataka akunyonye damu ukae tu hapo umsaidie kazi zake si ndio? na mwisho wa mm. mwezi akulipi. Ndio yao ndugu tunao. Ukishaona ndugu yako hataki uende ukafanye kazi ambayo itakupa kipato ili ujenge maisha yako, wakati yeye maisha yake ashayajenga, huyo sio ndugu mzuri. Maana ndugu kufaana, si ndio? Eh, si ndio tunavyosema msemo ndugu kufaana. Kwa hiyo mama yake mkubwa nimempenda, kamsupoti mtoto wake kuja huku kuanza kutafuta maisha yake, kwa sababu kwa sababu ye mamkubwa tayari ana maisha yake, ana mume na ana mji wake, si ndio eh? mm. Lakini we ndio binti bado unajitafuta. Ukikaa tu pale, uwapikie, uwafulie, ufanye usafi, mwisho wa mwezi una unacholipwa. Lakini kwa mtu mwingine anaona sawa, kwa sababu yeye, si ndio unamfanyia kazi mm-hmm. Nasema hivi maksudi kabisa, kwa sababu najua kuna wadada ambao wamekaa kwa ndugu zao, hawalipi mishahara na wale ndugu hao wa washajijenga wanaweza wakaajiri mtu kwa sababu mara nyingi hawapendagi kuwalipa. Okay. ndugu ndugu anataka umfanyie kazi bure tu, ila akimleta mtu asomjua atamlipa. Si mnanielewa? Mmenielewa? yaani Ndiyo. Ndugu yako ukienda kukaa kwake, utamfanyia majukumu haya haya ya kazi za ndani, hakulipi, si anatembelea ule undugu. We si mtoto wangu, mwanangu, mtoto wa dada, mtoto wa kaka, mtoto wa shangazi wa mjomba, kwa hiyo ni ndugu, mshahara wako ndio ugali unaokula. Ila akimleta mtu ambaye ni baki asiyemjua, anafanya nini? Anamlipa, anamlipa? anamlipa. Eh, kwa hiyo sasa, nyie ndugu ambao mnaishi kwenye hizo nyumba za ndugu zenu na amlipwi, ndio mwamke na wewe uende ukaanze kujitafuta mapema, kwa sababu huyo ndugu yako unaweka naye na yeye zamani alijitafuta enzi za ujana wake, mpaka leo hii unaona ana maisha kama hayo. Hakuzaliwa na hayo maisha, wametafuta na wameanza mapema wakiwa na nguvu. Sasa wewe unataka uzeekee kwa ndugu yako eh, maisha yako utayakumbuka lini? Wewe unasubiri, kuna siku wengine wanasemaga nitakusomesha, nitakusomesha, hata wasomeshwaje? Eh? Nitakupeleka yeah, chereani mwaka unaisha, mwaka unaisha. Hakuna cha chereani, hakuna nini. Sio, tunaelewana? Kwa hiyo mimi nawafundisha na nawafungua na akili. Kwa ndugu yako pita msalimie, nenda kajijenge, nenda katengeneze maisha yako, anza maisha yako mapema. Mimi nilivyomaliza darasa la saba nilikuwa na miaka kumi na tano na nilikuja kufanya kazi za nyumbani na, nime mda wote huo nimeendelea kwenye kujiangaikia, kujipambania, kujijenga, ndio maana leo nimefika nilipo. Sasa wewe utazeekea kwa ndugu yako? Unafikiri atakuja kukusaidia? Hakusaidii, ng'o. Kwa hiyo we, unaridhika kweli kwa kubaki kwenye mshahara wa ugali? Uh-uh. Ah, anaenda sehemu tena utakula vizuri kuliko hata unapokula kwa ndugu yako. Na mwisho wa mwezi unapata nini? Mshahara. Habari ndio hiyo. Hao ndugu ambao umekaa na watoto <laughs> wa watu watakoma, watajuta kunifahamu. Lakini waachieni watoto wa watu na wao wakajijenge, waonyesheni wa, waonyesheni wa hizi fursa waende wakafanye kazi walipwe. Au la we mlipe na sio, umlipe elfu ishirini elfu thelathini Sasa hivi mishahara iko iko inayoeleweka, mshahara mdogo kabisa laki moja. Una ndugu unakaa naye nyumbani kwako, basi mlipe kila mwezi hata laki eh. Lakini kumfanyisha tu mtoto wa mtu kazi umlipi? Hapana kabisa. Na wa, wa, watoto kama mnanisikiliza, ujumbe ndio huo, dada yenu nawafundisha, nendeni mapema mjijenge. Mimi nilianza kujijenga mapema, nina miaka 15 niko kazini nafanya kazi sasa we umekaa hapo, si una miaka ishirini na tano, si una thelathini? Ume, ume nakaa kwa mjomba, kwa shangazi, umri unaenda, una mbele una nyuma. Nenda nyanyuka, katafute hela, acha ujinga, katafute kipato chako. Uongo jamani, kweli eh. He, wakatafutie hela au ndugu zao wanarombaya tu. Ndugu mzuri ni kama mamake mkubwa hapa Jesca. Kaona fursa kamleta mtoto hapa. Jesca anaenda kujitafutia kipato chake. Huyu ni mama mzuri sana, nimempenda mama yake mkubwa, ni mama mwenye hofu ya Mungu, ni mama ambaye ya anajali. Yaani mtoto mtoto wa, wa ndugu yake ni mwanae. Lakini kuna wengine ni, ni ndugu zao kabisa, mtoto wa ndugu yake lakini anamgeuza usiboi wake au usigeli wake ndani ya nyumba yake, hamlipi chochote. Wakati angemwachia mtoto wa, mtu akaenda kujitengenezea maisha yake. Eh, mshahara ugali hapana. Huo ni ukandamizaji na unyanyasaji. Haya nani, karibu sana um, Jesca karibu sana, nenda kapambane. Mafundisho yetu umeyasikia e, pambana, jenga maisha yako. Mungu atakubariki na wewe utatimiza ndoto zako Amina. Haya, asante